na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake makubwa kutuamsha tukiwa tuko salama. Kuna wengi walilala wakiwa wako salama, lakini hawajaweza kuamka salama. Kuna ambao wameamka wakiwa wanaumwa, kuna ambao hawajaamka kabisa, na watu wanajiandaa kwa ajili ya kuzika wewe ambaye umeamshwa salama, una haki ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule tu kuamshwa salama. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuiswali salatu subhi tena kwa jamaa. Hii nayo ni neema nyingine miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuamka salama, ukaona ukimbilie ukimbilia e, katika majukumu, katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, uswali, kisha uweze kuendelea na majukumu yako. Na kufanya hivyo ni kuianza siku vizuri. Ukianza siku yako kwa kuiswali swala ya subuhi tena kwa jamaa, wallahi katika siku hiyo mambo yako yatakuwa ni mazuri, mambo yako yatakuwa ni mepesi. Allah Subhanahu wa Ta'ala atabariki katika E, kazi yako na mihangaiko yako. Kwa hiyo e, mtu kuswali swalatu subhi ni swala la msingi sana, na mwislamu anatakiwa ajitahidi katika hilo. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kubakia katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kikao cha kujifunza maneno ya Allah Subhanahu wa taala na maneno ya Mtume na maneno ya, ya dini kwa ujumla, hii nayo pia ni neema. Na huwa tunasema mara nyingi, nafsi huwa haipendi kwa hakika kukaa katika vikao kama hivi. Unapoilazimisha nafsi yako na ikawa ni yenye kubakia katika vikao vya kheri hivi, hiyo ni neema, na kwa neema hiyo kwa hakika mwislamu unatakiwa kumshukuru Allah Subhanahu wa taala lakini pia sheitani huwa hapendi kukuona unakaa katika vikao kama hivi ukapata thawabu. Sheitani hapendi, yeye anapenda pale unapofanya jambo baya, jambo ovu, ukapata madhambi hapo, yeye ndipo anaposhangilia na kufurahi. Lakini kukaa katika vikao kama hivi ukapata thawabu, eh, sheitani kwa hakika huwa hapendi. Tukiwa tunaendelea kujifunza

na kitabu nikahi kina milango, kinakusanya milango kumi na moja. Kuna milango kumi na moja ambayo tutaisoma katika kitabu hiki, kitabu cha annikahu wattalaqi. Na haya ni mambo ya msingi kuyafahamu kuhusiana na masala ya ndoa, lakini vile vile ku Muislamu kufahamu mambo yanayohusiana na talaka. Leo jamii ya Kiislamu, watu wengi wanaishi katika ndoa, lakini ukija kuipima ndoa hiyo kwa mizani ya kielimu unakuta watu hawana ndoa, wanaishi tu kutokana na namna walivyopiana talaka. Talaka imewekewa mipaka umepewa wewe talaka ambazo unaweza ukamrejea mke wako. Baada ya kumtamkia talaka, umepewa talaka mbili, hizi ndio zinaitwa talaka rejea, talaka ya kwanza na ya pili. Ikifika ya tatu, hauruhusiwi tena wewe kuendelea kukaa na mwanamke huyo. Lakini unaweza ukakuta katika jamii watu wameshapiana talaka mpaka zimefika kumi mwanamke anapokosea kidogo, kwanza, leo sio mke wangu, nimekuacha, nimekupa talaka. Siku nyingine tena hivyo hivyo, siku nyingine hivyo hivyo. Wewe unaweza ukakuta kwamba mtu tayari ameshamaliza talaka, talaka ni zaidi ya mbili, tatu, nne, tano, lakini bado watu wanarejeana na wanakaa na wanaendelea na maisha. Hapa bwana, hakuna ndoa, watu wanaendelea eh, kukaa kinyume na ndoa kabisa, na wanapata madhambi. Kwa swala la talaka ni swala la msingi sana, mwislamu anatakiwa kufahamu, na watu wengi huwa hawafahamu, na ndio maana wanaishi katika mazingira kama hayo. Albabul awwalu, mlango wa kwanza. Finnikahi, utahusu kuhusiana na ndoa. Wa fihi masail, na ndani yake kuna masala nyingi kuna masala mengi. Almasalatu alula, masala ya kwanza. Taarifu nikahi wa adillatu mashru'iyatihi, mlango wa kwanza ni maana ya ndoa. Ndoa maana yake ni nini, na dalili za kisheria zinazoelekeza watu waingie katika masala mazima ya ndoa. Kwa hiyo kwanza tunaanza taarifu nikahi, maana ya nikahi, maana ya ndoa an-nikahu lughatan. Nikahi ki lugha, ndoa ki lugha adhammu waljam'u watadakhulu, maana ya ndoa ki lugha ni kukusanya na kuviunganisha vitu au vitu kuingiliana. Yuqalu, husemwa neno hili maakhudhun min tanakahati lashjaru, neno hili limechukuliwa, na kwamba tanakahati lashjaru miti imeshikamana, tanakahati lashjaru miti imeshikamana idha nvama baduha ila badin, pindi inako ina, inaposhikana miti yenyewe kwa yenyewe inaposhikana, mwarabu anaweza akakwambia tanakahat lashjaru au min nakaha lmataru alarda, au mvua imeingia mpaka aridhini. Unaweza ukatumia neno hilo kwa kiarabu tanakaha au nakaha nakaha lmatwaru alarda, mvua imeingia mpaka aridhini. Idha khtalata bi tharaha, pindi mvua itakapochanganyikana yale maji ya mvua yanapochanganyikana na mchanga wake, na mchanga wa ardhi, mtu anaweza akasema nakahalmataru al-ardh wa shar'an, na kisheria, maana ya ndoa kisheria ni aqdun, ni kifungo, yatadhammanu ibahatu istimta'i kulli min az zawjayn bil akhar, ni kifungo ambacho kinajumuisha kuhalalisha kustarehe kila mmoja katika wanandoa kustarehe na mwenzake ala alwajhi almashru'i, kwa utaratibu wa kisheria, kwa njia za kisheria, kwa utaratibu wa kisheria ambao umewekwa na Allah subhanahu wa Taala. Kuyo ndoa kisheria, na hichi ndicho kinachoangaliwa. Ndoa kisheria inakusanya uhalali wa kustarehe kila mmoja katika wanandoa, kustarehe na mwenzake kwa utaratibu ambao unaridhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maelekezo ambayo ameyaweka Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuoana. adillatu mashru'iyyati nikahi, dalili dalili ya kuwa kuoa ni sheria. Alaslu fi mashru'iyati nikahi, asili katika sheria ya kuoa alkitabu wa sunna, ni kitabu na sunna, Qurani ya Allah Subhanahu wa Taala na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, wal ijma'u, na mafikiano ya waislamu wote, wameafikiana ya kwamba kuoa ni jambo zuri, kuoa ni sheria fadalla uh, faqad dalla ala mashruiyat nikahi ayatun kathira, na hakika zinafahamisha sheria ya kuoa aya nyingi minha miongoni mwa aya hizo, qauluhu taala, ni qauli yake Allah aliposema: fankihu ma twaba lakum minan nisai, wa waoweni wale mnao wapenda miongoni mwa wanawake, mathna, wakiwa ni wawili, wathulatha, na watatu, wa rubaa, na wanne. fa in khiftum alla taadilu fawahida ikiwa mtachelea, ikiwa mtaogopa kwamba utakapokuwa na mke zaidi ya mmoja, hautaweza kufanya uadilifu fawahida, basi oa mwanamke mmoja. Au ma malakati aimanukum, au wale ambao mikono yenu ya kiume inawamiliki, kwa maana ya watumwa, wajane, wale watumwa, yani vijakazi, kwa zama hizi hawapo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa taala aliposema, fankihu, oweni. Hii ni amri ya Allah. Allah anaelekeza kwamba wanaume wanatakiwa kuoa wanawake wanaowapenda, wafanye hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Wa qauluhu taala, na qauli yake Allah aliposema, wa ankihul al ayama minkum Nawaozesheni wajane miongoni mwenu, yani mtu ambaye hana mke, huyo anaitwa ni mjane. Mwanaume ambaye hana mke anaitwa mjane, na mwanamke ambaye hana mume pia anaitwa mjane. Kwayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema waankihul ayama minkum, nawaozesheni wajane miongoni mwenu wasalihina na wema, min ibadikum katika watumwa wenu, pia waozesheni. Wa imaikum na vijakazi vyenu, yani na watumwa wa kike, vile vile wanatakiwa waozeshwe. Vile vile wa imaikum na watumwa wa kike pia waozeshwe. Kwa hiyo Allah aliposema wa ankihu, hii ni amri amri ya Allah kuwaelekeza wazazi kwamba wawe ni wenye kuwaozesha wale ambao wanaume ambao hawana wanawake na wanawake ambao hawana wanaume, wanatakiwa waozeshwe. Mwanaume asikae bila mwanaume eh, bila mwanamke na mwanamke vilevile asikaye bila ya mwanaume.

Enyi kongamano la vijana, man istataa minkumul ba'ata, atakayeweza miongoni mwenu gharama za kuoa, atakayeweza miongoni mwenu gharama za kuoa, falyatazawwaj, basi na aowe, fa innahu aghaddu lilbasari, hakika katika kuoa ndiyo kuinamisha macho unapokuwa umeoa hii inakuwa ni sababu ya kuinamisha macho, hautoangalia kila anayepita, unatupia jicho. Kwa sababu na mke utainamisha macho yako, kuoa ni sababu ya kuinamisha macho. Wa ahsanu lilfarji, na kuoa ni sababu ya kuhifadhi utupu. Wa man lam yastati, na yule ambaye hatoweza gharama za kuoa gharama za kuolea, fa alayhi bisawmi, ni juu yake kufunga, anatakiwa wani afunga kwa ajili ya kuyadhibiti matamanio, fa innahu lahu wijaun, hakika hiyo ndiyo ndio, ndio kinga yake. Mtu anapofunga hiyo ndio kinga ya kumkinga na kutokufanya yaliyokuwa mabaya. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, hapa alikuwa anaongea na vijana kwamba vijana, oweni Usikae bila mke oa, lakini unapokuwa unazo gharama e, za kuweza kuoa una gharama za kulipa mahari, una gharama za kumwandalia makazi nyumba, yani una gharama yani una uwezo waku, wa, wa, wa kumlisha mwanamke kwa kadri ya uwezo utakaojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtume anakwambia oa.

Waoweni wao wanawake wanaopendeza, mnaowapenda alwaduda, tena wenye kuzaa fa inni mukathirun bikum lumama, hakika mimi nitajifaharisha kwa kupitia uwingi wenu nitajifaharisha. Katika nyuma zingine makanu shahidi. Ni kwamba Mtume ametumia neno hili tazawaju, oweni Maelekezo haya ya Mtume, anayempenda Mtume ataoa, kwa sababu Mtume ameelekeza hivyo, kwa sababu Mtume ameamrisha hivyo, atafanya hivyo, kwa Mtume ametumia neno tazawaju oweni. Wakad ajmaa almuslimuna ala mashruiyati nikahi, na hakika wameafikiana Waislamu juu ya sheria ya kuoa. Waislamu wameafikiana hivyo. Hakuna mwislamu ambaye anaweza kumfuata ukamuuliza wewe bwana, kuoa ni sheria? Akakwambia ah, kuoa bwana sio sheria. Mwislamu wa namna hiyo hayupo. Waislamu wote wameafikiana ya kwamba kuoa ni sheria. Hii ni sheria ambayo ameiweka Allah subhanahu wa taala, ni sheria ya dini ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo, tumeona kuoa ni sheria kwa kupitia kitabu cha Allah. Anayefuata kitabu cha Allah ataishi katika mazingira kama hayo, anayemfuata mtume sallallahu alayhi wasallama atafuata mazingira kama hayo, anayeyafikiana na waislamu atafuata mazingira kama hayo. Almas'ala thaniya, mas'ala ya pili, alhikmatu fi mashru'iyyati nikahi, sheria au hikma katika sheria ya kuoa. Kuna hikma gani katika kuoa, unapooa kuna hikma gani? Kabla hatujafahamu hikma, mwislamu anatakiwa kujua ya kwamba jambo ambalo ameliamrisha Allah, hata kama hujui hikma yake, wewe mwislamu anatakiwa kulitekeleza jambo ambalo ameliamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama wewe haujajua hikma yake, una wajibu wa kulitekeleza jambo hilo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad shara Allah subhanahu wa taala an-nikaha lihikamin samiyatin, hakika Allah subhanahu wa taala ameweka hikma ya kuoa ameweka sheria ya kuoa kwa hikma nyingi, kwa hikma za juu. Yumkinu ijmaluha fi lati, yawezekana kuzijumuisha na kuzitaja kama ifuatavyo. Hikma ya kwanza ifafu alfuruji, ni kuzihifadhi tupu. Iz khalaq Allah ta'ala hadha al-insan, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu wa gharaza fiki wagharaza fi kianihi fi kianihi al-ghariza algharizata aljinsiya baada ya kumuumba mwanadamu akamwekea matamanio ya kijinsi fashara Allahu ziwaja, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sheria ya kuoana, akaweka sheria ya kuoa liishbai hadhihi raghaba, kwa ajili ya kuyashibisha mapenzi haya mtu aweze kukaa katika mazingira mazuri wal adami alabathi fi, fiha na kutokuyachezea hayo matamanio katika maeneo ambayo hayaruhusiwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni hikma ya kwanza. Ya pili, husulu sakani, kupatikana utulivu wal unsi, na kupatikana kuliwazana baina zawjaini kati ya mume na mke, wa husulu raha na ipatikane raha ya maisha ya ndoa, wal istiqrar na kupatikane kutulia mtu kuto kuruka huku na vile na kule. Qala taala, Allah subhanahu wa taala anasema: wa min ayatihi, na miongoni mwa aya ishara za kuwepo Allah subhanahu wa taala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kwamba Allah amekuumbieni wake wanaotokana na nafsi zenu. Kwa nini amefanya hivyo? Litaskunu ilaiha, ili muweze kutulia kwa wanawake hao. Wajaala bainakum mawaddatan warahma, na akajalia kati yenu, akajalia mapenzi na huruma. Kwa hiyo aya hii inatuelekeza ya kwamba mtu anapooa anakuwa amepata utulivu, lakini vile vile amepata mahala pa kujiliwaza. Mume anajiliwaza kwa mke wake na mke naye pia anajiliwaza kwa mume wake. Huu ndio utaratibu wa Allah subhanahu wa taala, na hiyo ni miongoni mwa hikma za Allah subhanahu wa taala kuweka e, sheria hii ya mtu kuwa ni mwenye kuoa. Miongoni mwa hekima za kuoa ni hifdhu lansabi, ni kuhifadhi kizazi. Wa tarabutu lqaraba wa larham, na kuwa na mafungamano ya undugu baadhiha bibaadhin, yani baadhi yao kwa baadhi. Yaani mtu anapokuwa ameoa anatengeneza kizazi ambacho kitafungamana kizazi, kwamba kizazi hichi ni cha mzee fulani, kizazi hichi ni cha mtu fulani. Lakini kama hujaoa yawezekana ukafa hauna kizazi, ukaondoka na kizazi chako kikao, kimeishia hapo, ukawa hauna kizazi. Lakini unapokuwa umeoa utakuwa na watoto, utafikia mahala utakuwa na wajukuu, utafikia mahala utakuwa na vitukuu. Unaambiwa kwamba huyo mtu mpaka anafariki, ana wajukuu kadhaa, ana vitukuu kadhaa, ana vilembwa kadhaa. Ni kwa sababu watu wanaoana, lakini kama watu hawatooana hapatopatikana eh, watoto hawatopatikana, wajukuu hawatopatikana, vilembwa na kuendelea. Miongoni mwa hekima za kuoa ni baqaun nasli, ni kubakia kizazi hii ya juu ilikuwa ni kuhifadhi kizazi, lakini hii ya nne ni kubakia kizazi albashari, cha kibinadamu. Watakthiru adadi almuslimina, na kuzidisha idadi ya Waislamu, idadi ya Waislamu wawe ni wengi. Liighadhati alkufari, kwa eh, ajili ya kuwakasirisha makafiri bihim, kutokana na wingi wa Waislamu. Walinashri dini la, na kwa ajili ya kuieneza na kuisambaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tano na ya mwisho alhifadhu ala alakhlaqi min alhubuti, yani kuzihifadhi kuzihifadhi tabia njema, alhifadhu ala alakhlaqi, kuzihifadhi tabia njema. Watu wanapooana, watu wanaoa, wanaoa, wanaoa, ina maana hapata kuwa na tabia za kijingajinga, hapata kuwa na tabia chafu. Min alhubuti wataraddi, kutokana na kushuka na kuanguka kabisa tabia za Kiislamu. Fi hawiyati azzani watu kuingia katika uzinifu, wal ilaqati almashbuha na kuwa na mafungamano mabaya, mafungamano ya ovyo ya shubha shubha. Lakini mtu anapokuwa ameoa au ameolewa, huyu atakuwa tayari anatengeneza zile tabia, kuna kuwa na tabia nzuri, tabia njema. Eh, tabia za kuto kuingia katika uzinifu, tabia za kuto kuingia katika mambo machafu, tabia ya kutokutengeneza kizazi cha ovyo, kizazi kibaya. Kwa ndugu zangu katika imani, tumeona katika darasa letu ya leo kuoa ni sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuoa ni sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallama Kuoa ni sheria ya Waislamu. Mahala popote utakapokwenda mwislamu atakwambia kuoa, hii ndio sheria yetu. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Tutaendelea kukumbushana mambo ambayo yanahusiana na ndoa ili watu waweze kufahamu mambo mengi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka waatubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam.